Don't want peace. Hey, nye, we mambo kama kivu, hey, ndo majibu gani hey? Cheupe mambo kawaida tu sasa usi, em, wewe, wewe ndo mweupe cheupe cheupe wangu hem, nijibu vizuri sinijibu kama huyo hapa hey? Ukopoa lakini, kwanza hivi mbona mbona nye mnaonekana mna nyodonyodo sana nyinyi mm, hey? Sasa sikizeni niwambie, unajua nyinyi ndio maana mnachelewa kuolewa nyinyi <laughs> hey? kwa juu ya ujinga ujinga wenu. Mimi nilikuwa na nia nzuri na nyinyi. Kwanza mnanijua mimi nina hela mimi. Ndo mkinga matelefoni, unaona? Napokea simu kumi kwa siku, mkinga matelefoni. Sisi kwetu kuna hela kwanza. Nie mmekula nini, zinahusu nini? Mimi ndo mtu pekee nina uwezo wa kununua huu mtaa wote huu. Mnajeuri ya pesa. Sasa nashangaa mimi nawasimamisha hapa, mnaanza kunijibu jeuri jeuri, mnakosa bahati. Mnapiga teke fuko la nini, la mshahara mshahara nimepishana, eh, na gari la mshahara ndo mimi hapa sasa, eh. Nashangaa nafika hapa, rafiki yangu nawasalimia na nataka niwape hata kidogo mbili tatu, tutoke toke au tutunywe. Waingereza wa wanaita dina saizi jioni, tupige tu, tu, tu, dina pale siji na lunch. Oya, bahati hiyo nini? Sasa sio bahati bukuku. <laughs> n unajua, kwanza kuongea na mimi <laughs> ni vitu ambavyo <clears throat> ni bahati kubwa sana. Umeona, mniachie kwanza emniache oh, eh. Habari zen, wewe bwana, unanikumbuka? Mimi? Ne, mnamkumbuka huyu? Wewe si ndo Mkinga. Nikumbushe kwanza, nikumbushe kidogo. Wewe unakaaga kule posta, unajifanyaga kidogo, mikono imepinda namna hii sasa baba, subiri, mimi ndo ndugu yake Chalamira sio tu. Ah, tusonge pembeni tuongee pale kidogo. Mimi ndo ndugu yake Chalamila kwa kifupi tu, mimi na Chalamira baba mmoja mama mmoja. Wewe mimi nakwambiaje? Kwa wakinga wenzio, wewe kwa Wakinga wenzio, uko mkoani kwenu unarudi kwa mguu dadadi. Sasa baba, tunafanyana nini sasa? Nyinyi mnacheka nini hapa? Mpoteni hapa. <coughs> <no. coughs>